Alinitoa. <laughs> <laughs> ni ex wako huyu? <laughs> demu katika maisha yangu hey! Sijawahi tolewa kutu kama huyu demu na uwezi mrudia, yaani kumrudia. Nilijaribu, nikaangalia venye tunaweza rudiana, lakini ilishindikana. Ngoja, kwani alikuwa anafanyaje? Si nakwambia hey! Ule demu alikuwa ana, anajiachilia Kujiachiliaje? Unaona vile yani, kuregeza kiuno hivi huyu, hey, hey. Hey, demu hacha tu anabingirisha tu <laughs> na kwambia, anabingirisha, unasikia, na huku huku nyuma hata, hey. hey, sijawahi ipata, sijawa, aji wa leo, wacha bana <laughs> eza rudia ex wako kwa sababu ya kitu alikuwa anakufanyia kwa uchoviaji wa asali, lakini labda tabia hukupenda, labda hukupenda, yani, yaani vile yeye anafanya kazi ama vile yeye anaabudu ama you know, ni lakini uchoviaji wa asali, kuna kitu fulani kilikufanya usimwache.